Ndani ya mfumo kila mmoja ataingia kwenye mfumo mpaka mwisho, na mwisho wa siku mzabuni ataweza kupatikana au mkandarasi ataweza kupatikana kwa kutumia mfumo. Katika halimashauri yetu ya manisipia ya Simbawanga, tumekuwa na utamaduni wa kufanya mafunzo mbalimbali ikiwa ni mojawapo na kutekeleza katika shughuli mbali mbalimbali za, za manunuzi. Kuhusiana na swala la NeST, huu ni mfumo ambao unatumika hasa kwa ajili ya manunuzi. Tukumbuke kwamba katika halmashauri au serikali yetu ya Tanzania tunatakiwa tuna miradi mbalimbali ambayo inatolewa na, na serikali kupitia halmashauri zake ili kutekeleza miradi hiyo Hivyo sasa kuna manunuzi ambayo huwa yanafanyika hapo. Zamani tulizoea kufanya manunuzi bila kutumia mifumo, lakini kwa sasa mambo yamebadilika. tumeita watendaji wetu wa mitaa, vijiji na kata kwa sababu wao ni wadau wakubwa katika shughuli hizo. Kumbuke mama Samia wetu na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ametuletea ametuletea fursa nyingi, kwa maana miradi nyingi katika halmashauri ambayo miradi hiyo inapelekea kuleta maendeleo katika halmashauri na taifa kwa ujumla. Ametuletea miradi mingi, hususani ujengaji wa zahanati, kuna madarasa na upande wa elimu na afya. Kwa kweli tunamshukuru sana. Wadau wazabuni, wasiogope kutumia mifumo hii, kwa sababu mifumo hii ni mifumo sahihi. Utakapo apply vigezo vyako vitaonekana kule na sio kwamba unaenda physically unazungumza na mtu, hata kama una sifa sasa hizi, hilo swala halipo kwenye mfumo wa Nesti. Kuna Nest, kuna mifumo ya aina mbili. Kuna Nest app ambayo ni ngazi ya chini au lower level na Nest Tanzania ambayo inatumika HQ au makao makuu. Nesti Tanzania inatumika kwa manunuzi ya high level au makao makuu ambapo huku kwenye halmashauri kuu na lower level ni manunuzi ya nesti kwa ngazi ya chini, ambapo watendaji wa kata, wa mitaa, wa vijiji, mashuleni, hospitalini, kwenye vituo vya afya, zahanati, ndio wanaoweza kufanya manunuzi kwa kutumia hiyo nesti app. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaelekeza jinsi ya kufanya manunuzi, sio kwa ajili ya miradi peke yake, bali manunuzi yote ya pesa ya serikali yanatakiwa, kama ni pesa ya umma inatakiwa ifanyiwe manunuzi kwa kutumia mfumo wa nesti. Mfumo wa nesti pia umeweza kutusaidia kuendana na digitali mfumo kama ni mfumo, ina maana kwamba tutatumia labda ni internet tu. Ndani ya mfumo kila mmoja ataingia kwenye mfumo mpaka mwisho, na mwisho wa siku mzabuni ataweza kupatikana au mkandarasi ataweza kupatikana kwa kutumia mfumo, ila zamani tulikuwa tunatumia makaratasi, ambapo gharama yake ilikuwa ni kubwa ukiangalia hayo hayo makaratasi unakaa, baada ya mwaka mmoja, mara yamestika. Uhifadhi wake ulikuwa unatakiwa uwe wa kiuangalifu zaidi. Mifumo yote huko tulikokuwa, kwanza ilikuwa kuchelewesha muda, ije kufikie huko molo uliko huko pito, si wapi chipu huko, ilikuwa inachukua muda mrefu sana lakini kwa sasa hivi, ndugu mwandishi almost niseme sehemu kubwa ya maagizo ya serikali tunapokea kwa njia ya mfumo kiseechi. Unakuta kuna maagizo yapi, limeturahisishia sana. Tunapokea maagizo kwa wakati na tunayatekeleza kwa wakati. Kabla ya mfumo huu mwanzoni, tulikuwa tunanunua tuna vifaa uh, tiba pamoja na vitu vya stationary na kadhalika, tulikuwa tunatumia quotation za, za makaratasi, lakini kupitia mfumo huu saizi hakutakuwa tena na mfumo wa kuweza kutumia karatasi. Unatuondolea kuwa na pukushani nyingi za kubebelea zile karatasi, kwa sababu kila mara tulikuwa tunabeba karatasi kuhusiana na beba, zile quotation. Lakini kupitia mfumo kwa sababu ni wa kidijitali, kwa tunaondokana na zile hali za kubebelea makaratasi, kwa sababu kulikuwa labda hiyo karatasi unaweza ukaipoteza, lakini kupitia huu mfumo, mwisho wa siku hata karatasi kwa sababu uh, hatutumii karatasi kwa moja kwa moja, dokumenti zinakuwa zipo muda wote. Mimi napenda kuishukuru serikali ya mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mafunzo ya mfumo wa NeST. Mfumo wa NeST tumejifunza na tumeona manufaa yake, hasa katika manunuzi ya jumla ya serikali, ambayo yamekuwa manufaa makubwa kwa sababu ni mfumo wa wazi sana, Wanaona mafundi, watu wa manunuzi wote, mnaona wataalamu wenye vituo vyetu, tunaona nini kinaendelea. Lakini pia ni mfumo ambao pia utaleta ile tunasema, utunzaji mzuri wa kumbukumbu. Ni mfumo ambao upo kidigitali, unaweza kutunza kumbukumbu zote, na serikali nzima kwa ujumla tunaona nini kinaendelea kwenye halmashauri fulani.